Ah, najifikiria sana na kutafuta amaake, nahofia sana kuja kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa, kwani mimi si nimeshaambiwa hapo na majirani. Hiyo ndio kazi yake, anaonekana kila siku yaani, ile mchana huo kurudi ile kusema nakuja tu ndani kupumzika. Yeye yuko tena, ndio kazi hiyo hiyo. Unajua ile swala, swala kulifumbia macho. Kwa kuwa huyu jamaa tayari kashavulia nguo haya maji, lazima yaoge. Amna kitu kibaya kama mtu akikukosesha amani. Mbona mwanamke muuaji? Jimumaka akikuta ndani. Nichakukushauri ndugu yangu, tafuta mke uoe, uendeleze maisha, sio kudangadanga na wanawake za watu. hmm. hmm. Shoge yangu, siku ya mwizi arobaini, kama unavyojua kwamba safari sio kitu. Ndio nakwambia hivi, nataka chumba changu, na akija mume wako mwambie mwenye nyumba akija anataka kodi yake. So, mama si tunajua kama unatudai. Kwa hapo ndo unapata kipimo cha kwa wanawake ndivyo alivyo. Kwa na hiyo ni hali halisi ambayo mke wako ambayo yeye anakufanyia. Yaani hayo yote kilama alokuletea sio ya kilama, bali ni mke wake kwa sababu ndoa ni baraka, ndoa ni ibada ndugu yangu.